Wakati huo huo, kampuni ya Royal Media Services kupitia Radio Citizen jana iliendesha matangazo ya kandanda moja kwa moja kutoka mkahawa wa Tally's Tavern mjini Tala, kaunti ya Machakos. Wenyeji Inter Milan wali... lukuma... mabao manne kwa tatu dhidi ya miamba wa Barcelona na kufuzu kwa fainali ya jumla ya mabao saba kwa nusu. Radio Citizen imekuwa ikiandaa shughuli mbalimbali kote nchini kama njia ya kutangamana na uh, wasikilizaji wake. Kipindi maarufu cha beki wa kupanda na kushuka kilichorushwa hewani na Jacob Isia kilifanyika ana kwa ana na mashabiki wa soka kutoka maeneo ya Machakos. Unalizungumziaje? Si Jacob mzee wa kazi huyu. Mpira bila wasiwasi wowote, anza kwa uzuri kwake na ufinya <laughs> chini kwa chini hapa fajeg kuingilia kati bado wako nao. Kumbuka ni karakana ya soka Barcelona na mpira. Mara nyingi sana unasikia matangazo kutoka studio, lakini leo unaona moja kwa moja kwenye runinga, lakini pia unajionea kwamba kitangazo moja kwa moja kutoka hapa Tally's Tavern. Kwanza uh, nataka nishukuru Citizen kwa sababu ya kutuletea matangazo live. Tunaenjoy tunaenjoy vibaya sana, nimewapiga picha mingi. Tunashukuru sana na tunaombea sana Inter Milan waweze kugonga PSG ama Arsenal, manake tunajua Arsenal hawafiki mahali jameni. Nasema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Tupatane Inigo Martinez achukue ngoma pale. Martinez katikati kule, jaribu kumregesha Rafinha. Rafinha na Ufinya chini kwa chini hapa. Dumfries ajaribu kuingilia kati, bado wako nao. Kumbuka ni karakani ya soka Barcelona na mpira Irigo Martinez Irigo Martinez na ngoma ilabalisha mita binda